Uh, tunaye Mheshimiwa Daktari Jasson Samson Rweikiza atafuatiwa na Mheshimiwa engineer Stella Martin Manyanya na Mheshimiwa Kwagilwa Ruben Mhamanilo ajiandaye. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kunipa nafasi nami niweke mchango wangu kwenye bajeti hii ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Lakini awali ya yote, nimpongeze ni sana Mheshimiwa Waziri Profesa Kitiria, naibu waziri na viongozi wote wa wizara na watumishi wa wizara na vituo mbalimbali chini ya wizara ambavyo vinafanya kazi nzuri sana ya mipango ya maendeleo katika nchi yetu kutuletea uchumi bora. Ongereni sana Wanafanya kazi kubwa ya kukuza uchumi, wanapanga mipango mizuri na hivyo nchi yetu inakwenda vizuri. Um, sasa ingawa tunakwenda vizuri, lakini mimi nataka nizungumzie viwanda, kwa sababu viwanda ndio, ndio, ndio jukwaa la maendeleo taka maendeleo lazima upanue viwanda na viwe vingi na vizalishe vizuri. Nchi ambazo zimeendelea, Ulaya yote, Amerika kaskazini, Amerika yote na hasa kaskazini, Japani, wameisema hapa na Asia nyingine, nchi nyingine za Asia zinakuja vizuri, ni viwanda. Viwanda vinakuwa imara, vinakuwa vingi, vinaongeza ajira, vinaongeza mapato na kazi nyingine sisi hapa kwetu kwenye viwanda tuko bado, tuko, tuko nyuma, tuko nyuma sana kwenye viwanda, na ndio maana hatujaweza kwenda mbali sana, hata kama tunakwenda vizuri. Sasa, mheshimiwa waziri ameeleza miradi mingi hapa, hasa ya viwanda maeneo mbalimbali ya nchi, lakini nafikiri tuna nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri zaidi miradi hiyo mingi mara dufu hata mara kumi hata mara mia, ili tuongeze ufanisi wa uchumi. Sasa tuna uwezekano mkubwa wa kufanya hivyo. Viwanda ambavyo vipo Tanzania amevisema waziri hapa, asilimia karibu mia moja ni vya kutoka nje, ni vya wawekezaji kutoka nje. Uh, uh, foreign direct investment. Tunaona viwanda pale Mkuranga vingi kidogo pale upande huu wa Pwani, Kibaa na mpaka Chalinze huku tunaviona viwanda karibia vyote ni vya wageni wa kutoka China, kutoka wapi, ndio wanaowekeza hapa kwetu. Mimi nafikiri kwamba hii ni nzuri kidogo, sio nzuri sana. Tunahitaji uwekezaji wa wazawa wa Tanzania, wazawa ndio wawekeze kwenye viwanda hivi na tuweze kupiga hatua kubwa. Uwezekano huo hupo, narudia kusema leo, Watanzania wenzetu wana hela, wanazo hela kidogo, nyingi wanazo. Ndio maana ukiangalia kwenye income per capita, ile PPP, purchasing power parity, tuko kwenye shilingi milioni kumi per person, milioni kumi kwa mtu na zaidi kidogo. Ile nyingine income per se, ile per capita per se ni kwenye milioni tatu au milioni mbili lakini ile kwenye PPP tu kwenye milioni kumi. Hiyo ina maana kwamba kuna watu ambao wana hela nyingi sana ndani ya nchi hii, wafanyabiashara wakubwa na wengine ambao wana hela nyingi. Sasa na mfano iko, iko mizuri, angalia watu wanajenga majumba ya kifahari ya kuishi, jumba la milioni bilioni mbili, bilioni tatu jumba moja, au watu wanajenga mahoteli, hoteli kubwa zuri la kifahari la nyota tano atumia bilioni moja bilioni mbili kujenga hoteli, au mtu anajenga kituo cha mafuta. Niwahi kusema hapa, kuna siku nilihesabu tokea Chalinze hadi Kibaa, nikahesabu vituo vya bi mafuta 86 sita mwaka juzi nafikiri, kilomita kama sabini au 60, vituo 86. Angalia pikipiki na bodaboda za boda, kubeba abiria mjini humu Dar es Salaam na miji mingine yote hii zilivyo nyingi, sasa ni kwa sababu watu hawana pa kuwekeza kwenye maeneo mengine, anaamua awekeze kwenye huduma hizi, mahoteli, bodaboda, nyumba za kuishi, shule ba, hawana pa kuwekeza, hawajua wawekeze wapi kwenye maeneo mengine, anawekeza kwenye huduma za usafiri, za kulala, za nini, ambazo ni huduma si mbaya lakini azizalishi kwa maana ya kuzalisha kama viwanda bajaji moja, bajaji moja nimeuliza hapa, nikaambiwa sasa hivi kwenye milioni kumi kuinunua bajaji moja, kujenga sheri moja, kituo cha mafuta kimoja kwa wastani labda bilioni mbili tuseme kwa chini sana bilioni moja shi bilioni moja Kujenga hoteli nzuri bilioni mbili bilioni tatu kwa chini sana bilioni moja. Na kadhalika, na kadhalika. Kwa hiyo ukichukua watu 50 wa waliowekeza kwenye sheri hizo, ina maana ni shilingi bilioni 50. Ukichukua watu 60 waliowekeza kwenye hoteli ni bilioni 60 kwa, kwa uchache kwa chini bilioni 60, ni kiwanda cha kujenga cha kutengeneza TV cha kutengeneza pikipiki ni kiwanda kikubwa bilioni 50 za wale watu wa sheri ni kiwanda cha kutengeneza matairi ya pikipiki piki, matairi ya magari na vitu vingine vikubwa vikubwa. Bajaji mia, wenye bajaji mia ni kiwanda cha kutengeneza furniture samani hizi kama hizi za ndani humu, meza nzuri, makabati kwa kiwango cha hali ya juu sana, lakini tunawekeza kwenye hiyo huduma ya usafiri wa bajaji na pikipiki piki. Sasa leo nchi yetu hii tuna soko kubwa sana la kimataifa la nje ya nchi yetu. Pale Kariakoo ni soko la kimataifa, tuna wanunuaji kutoka nchi jirani Malawi, Zambia, Zimbabwe, Kongo DRC, Burundi, Rwanda, Uganda, Msumbiji ambayo ina bahari, lakini wanakuja kununua Kariakoo, Kenya na wengine, soko kubwa sana la bidhaa mbalimbali, lakini bidhaa hizi tunazouza pale Kariakoo ni zile ambazo sisi tumenunua nje tumetoka nje huko Dubai, Japani wapi? Nguo, vipodozi nini? Ndio nanunua pale. Ambapo sio vya kwetu, tumenunua nje, tumeweza kuuza hapa. Kwa okay, hiyo kimsingi sisi ni wachuuzi tu, ni wachuuzi. Tunanunua nje, tunauza. Hatuna uzalishaji wowote. Tungekuwa na viwanda vya ndani vya kwetu, tungeuza bidhaa za kwetu, tungepata fedha na tungepata mtaji na tija kubwa sana. Sasa kwa mfano nichukulie boda boda, e, bajaji mia za shilingi ambazo ukifanya hesabu ni shilingi bilioni moja kuzinunua. Hiyo bilioni moja ni mtaji wa kiwanda cha kutengeneza kama nilivyosema fenicha nzuri, au wangeamua kuegeza kwenye kuongeza thamani ya mazao tuseme mahindi ni kiwanda kikubwa cha kuzalisha unga mzuri grade one safi kabisa. Sasa kiwanda kama hicho kinaweza kuajiri watu zaidi ya elfu moja. Kwanza wakulima wa mahindi wana soko la uhakika pale kiwandani, wasafirishaji wa, wa, wa, wasafiri wa kupeleka mahindi kwenye kiwanda watapeleka kwa uhakika pa kuuza papo, wafanyakazi pale kiwandani, wa kwenda kuchouza kwenye kuuza maduka huko ndani na nje awapungui elfu moja kwa kiwanda cha shilingi bilioni moja ambacho badala yake kama ni wajaji ni wale walimia tu wanaoziendesha. Lakini kama ingekuwa ni, ni, ni cha kuongeza thamani kwenye unga tungepata zaidi ya wafanya kazi elfu moja. Lakini kiwanda hiki cha kuzalisha unga bora kitalipa kodi nyingi sana. Kwanza mahindi a yakiuzwa pale kiwandani utalipa kodi kodi, direct au indirect, utalipa kodi kwenye kuuza mahindi pale, kusafirisha wale wanaopeleka mahindi na kuyatoa pale kupeleka madukani, unga utalipa kodi. Wafanyakazi wanaojira pale utalipa kodi ya mapato okay, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo badala ya kutumia shilingi bilioni moja kununua bajaji mia, ukiongeza kwenye kiwanda cha unga utapata tija kubwa sana ya wafanyakazi elfu moja na kodi nyingi sana. Je, hizo bajaji zinalipa kodi shilingi ngapi, ukilinganisha na hicho kiwanda cha kuboresha unga lakini hii yote nayo isema naisema kwa sababu hii wizara ndio ya kutuokoa kufanya ili iweze kuwa katika vitendo la kuwa na viwanda vingi. Wana kituo cha uwekezaji kina ratibu wawekezaji wa nje, zaidi ni wa nje tu. Kwa nini kisianzishe idara ama kituo chenyewe au chini ya wizarani huko kwenye, kwenye ofisi ya, ya rais mpango na uwekezaji kuwe na idara ya kuratibu hawa ambao wana hela za ndani, wa, wa kununua bajaji kujenga mahoteli. Badala ya kufanya hivyo, wawaratibu hawa, na njia moja ambayo mimi napendekeza, chini ya wizara hii au ofisi hii, wafanye viwanda kwenye makaratasi, wafanye upembuzi wa kinifu, feasibility study, kwa mfano kiwanda cha mahindi cha unga kwamba hapa kuna raw material ya mahindi, kuna wafanyakazi staff na watu wengine. Meshima, naomba dakika moja nimalizie. Sasa wakitengeneze kwenye makaratasi kwamba hiki kinafaa kiwepo hapa, mtaji wake shilingi fulani, wakitengeneze kampuni halafu watangaze, tununue share, watu kama tunavyonunua share za Tanzania Breweries au Tanzania Oxygen, atujue unafanya nini kule Tunanua sheya, tunanue sheya kwenye viwanda hivi ambavyo vianzishwe kwa mpango huo chini ya wizara hii, na nchi ipate tija ya viwanda kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.